Meneto somba na nipo katika uwanja wa OR Tambo, hapa tayari Simba ishafika na nipo na nahodha Mohamed Hussein, nizungumze naye kuhusiana na safari lakini kuhusiana na mchezo. Kaka mambo vipi? Salama salama salama, safari safari kutoka Tanzania mpaka hapa hapa OR Tambo nzuri, nyumbani Afrika, hapo tuna mji ambao tunaenda ya kwa hiyo

kufikia mwanzo wa msimu, kuna kuna malengo ambayo viongozi walipatia, uh, timu ilipatia malengo yao yup. Kwa hiyo hatuna budi, lazima tuyatimize. Kwa hiyo sofa mpaka sasa hivi katika malengo yote ambayo timu ilipatia, mpaka sasa hivi tendo kubwa katika malengo ya msimu huu pia ni kuhakikisha kufika fainali ya kombe la shirika, kwa mpaka sasa hivi sofa ipo vizuri. Kwa hiyo tukija South Africa katika mchezo wa pili, kwa hiyo maandalizi ambayo tumefanya na tutakayoendelea kuyafanya kwa kati ya mchezo huo, naamini utafanya vizuri katika mjengo huo na kufikia ile malengo majuui. Na kumalizia nimesafiri kwa shirika mama la usafirishaji la Air Tanzania, neno kwa mheshimiwa Rais kutokana na support yake. Ya kwanza tunashukuru kwa ndege hapa ya Tanzania hapa hapa ya Air Tanzania meaina ndege yetu, na naamini katika kurudi pia tutarudi na ndege yetu. Kwa hiyo itakuwa ni faraja au itakuwa na ukubwa sana ta tunaondoka huku na ushindi ushindiaauaia fainali kwamba kwa upande wangu, uh, na mshukuru rais wetu asamahasa kuweza kuweka urahisi wa usafiriaaa apatikana aa okoti sisi tumefika salama, tunaweza kufika mapema kabisa ia usungufu owote. Kwa hiyo naamini ufikaji mapema, uh, tumefika, uh, salama, tumefika vizuri na maandalizi yetu tunataka kuyafanya vizuri, kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri na kuwakilisha nchi katika medali ya soka katika nchi za kimataifa. Kapteni, ni kushukuru. E, mengi ya kiufundi atazungumza mwalimu e. shukrani sana kwa nafasi yako, lakini pia kila laheri katika safari yenu, tutakutana David. Sure. Sure.